Unaweza kuongeza mvuto wa mwonekano kwa kuongeza mvuto wa kihisia kwa mke au mume wako. Ni rahisi sana kusema kwamba mume wangu hana hisia na mimi, mke wangu hana hisia na mimi, lakini ulishawahi kujiuliza namna gani ambavyo unaweza ukaongeza mvuto wa mwonekano wako, namna unavyoonekana, namna unavyovaa namna unavyoongea kwa kuongeza mvuto wa kihisia baina yako. Ninaposema mvuto wa kihisia ni yale mambo ya ndani zaidi katika baina ya watu wawili ambao wanaopendana. Inawezekana ni mvuto katika upande wa tendo la ndoa. Inawezekana ni mvuto katika upande wa jinsi ambavyo unatoa kauli zako ikawa ni sehemu ya kuweza kumshawishi mume wako, ikawa ni sehemu ya kuweza kumshawishi mke wako. Kwa hiyo chagua eneo ambalo litakalo kuongezea mvuto wa kihisia, ili pia uweze kuongeza mvuto wa kimwonekano. Ni lazima katika mahusiano ya kimapenzi mmojawapo aweze kujitoa na kuweza kuwajibika kuhakikisha kwamba anajitoa katika hayo mahusiano, anawajibika katika eneo fulani anaongeza kati mvuto katika eneo fulani anawajibika kuweza kuhakikisha kwamba mke wake anafurahia hayo mahusiano mume wako anafurahia hayo mahusiano. Naitwa Dr Kuboja, ni kutakie mchana mwema, mpaka wakati mwingine tena. Asante sana na Mungu akubariki.